Habari. Zingatia yafuatayo unapoandaa design ya kadi. Ili kutengeneza kadi yenye mvuto na iliyo nzuri, utatakiwa kuzingatia mambo makuu matatu. Usichanganye rangi kupita kiasi. Unapoandaa design yako, ni vyema ukachagua rangi takriban mbili au tatu, kwa maana utazingatia dress code ya sherehe husika. Ndizo hizo ambazo uweze kuzizingatia unapoandaa kadi, lakini pia katika kuchagua rangi, zingatia rangi ambayo haiendani na background ya kadi yako kwa maana kama kadi ni, ni ina background ya kijani usije ukachagua rangi ya maandishi ya kijani, kwa maana hayo tuweza kuonekana kwa. Ni vyema uangalie kama background ni nyeupe, basi uangalie maandishi ambayo yataendana na rangi ile ambayo ipo eh, kwenye background. Zingatia kutotumia fonti zaidi ya mbili au fonti nyingi, kwa maana kwamba unapotumia fonti nyingi itakufanya sasa eh, ladha kadi husika iweze kupotea. Kwa kama utatumia fonti moja au mbili itapendeza zaidi, na fonti hizo ni vyema zikawa zinasomeka kwa yule ambaye atakayepokea kadi. Hakikisha mpangilio mzuri wa maandishi kwa maana alignment. Kama unachukua mpangilio wa katikati basi ni vyema maelezo yote yawe yana mpangilio wa katikati, na kama unachagua una mpangilio wa pembeni kushoto au pembeni kulia, ni vyema uwe na consistency au mwendelezo wa mpangilio wa maelezo yako kuliko kuwa ni mwenye kuchanganya e, mpangilio wa maandishi.